Viwango vya usafi ni vipi? Viwango vya usafi ni sheria na desturi zinazotumiwa kudumisha usafi na kuzuia kuenea kwa vijidudu, bakteria na magonjwa. Wanahakikisha kwamba mazingira kama vile nyumba, hoteli, hospitali na maeneo ya umma yanasalia kuwa safi, salama na yenye afya kwa kila mtu. Viwango hivi havihusishi tu kusafisha uchafu unaoonekana bali pia kuondoa vijidudu hatari vinazoweza kusababisha magonjwa. Katika utunzaji wa nyumba na viwango vya usafi kunadumisha kutumia njia, zana na bidhaa sahihi za kusafisha kila eneo ipasavyo. Pia inajumuisha mazoea kama vile kunawa mikono mara kwa mara, kuepuka kuchafua kwa kutumia zana tofauti za kusafishia kwa maeneo tofauti kama bafuni na jikoni, na kujua wakati wa kubadilisha vifaa vya kusafisha vinavyochakaa au visivyochakaa. Kwa kufuata viwango vya usafi, watunza nyumba hulinda afya wale wanaohudumia na kuunda mazingira ya starehe na salama, kuhakikisha kwamba nafasi si safi tu, bali ni zenye afya kweli.